Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Nashukuru Mungu wakati huu niko mzima. Natumai mali ulipo wewe ni mzima pamoja na familia yako. Aa, jambo langu ni ku kuambia wenzangu uwe Mkristo, uwe Mwislamu, kuomba. Ushawahi jiuliza ni kwa nini uko hivyo ulivyo? Ushawahi jiuliza ni kwa nini unapumua? Ushawahi jiuliza kwa nini unakula na familia yako pamoja? Ushawahi jiuliza kwa nini leo hii uko na macho, uko na mdomo, uko na miguu, uko na mikono, kila kitu kile uko nacho. Ushawahi jiuliza na je, kama ushawahi jiuliza, usha ushaipata usha jibu? Je, ni maksudi yako uwe, uwe jinsi ulivyo? No, la hasha ni kwa ajili ya neema za Mungu, wapendwa. Sometimes wanakaa naanza kutafakari vile nilivyo, naanza kutafakari mahali nimetoka, naanza kutafakari mahali nimefika. Hakika na masema, nasema juu ya kwamba imemgharimu Mungu. Kama si huyu Mungu hakika singekuwa mahali nilipo. Kama si huyu Mungu nisingekuwa jinsi nilivyo. Si kwa uwezo wangu, siwezi nikasema kwamba I'm so special, no. Siwezi nikasema kwamba ninatenda ninatenda mazuri hapana. Ni, mimi ni mtenda dhambi namba wan, kila siku wanatenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, wewe ambaye unaonea mwenzako wivu, unaonea mwenzako chuki, unamwendea kwa uganga, unamwazia mabaya kumbuka, aliyemuumba yule aliyekuumba wewe ni Mungu mmoja, na huyu Mungu alikuwa na sababu ya kukuumba wewe na kukuumba na kuumba na yule mwingine. Kwa hivyo hatuna budi ni ile kushukuru Mungu, tunaishi kwa neema, ni huruma zake zimetufanya tuwe jinsi tulivyo. Mimi na wewe hatujashinda yule mtu ambaye amelala kitandani kwa koma mimi na wewe hatujashinda yule mtu ambaye amelala ako kwa anapokea saizi anapumua na oxygen. Kuna mtu ananunua pumzi mahali lakini, mimi na wewe saizi tuko wazima, watu wengine tunachukulia for granted. No, it's not for granted. It's the grace of God. ni neema ya Mungu, uwe jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wacha kujibeba Unajiona you are so special. No, you are not special. Is only God who is special. But me and you, sisi ni watu tu wa kawaida, ni neema tu za Mungu, ni huruma tu wa Mungu unaofanya tuwe jinsi tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tafakari mahali ambapo umetoka na tafakari mahali ambapo umefika. Wakati mtoto anapozaliwa anafika duniani akilia na wakati unakufa unaenda watu wakilia. Ushawahi jiuliza ni mbona, wakati mtoto anapoanza kutembea, wewe ni mkubwa, unaona kwamba huenda hatafika mahali ulipo? Kumbuka mambo ya Mungu ni mengi. Usiwahi dharau mtu, usiwahi mtenga mtu, mchukue vile ulivyo, maana hauwezi kujua ya kesho. Huenda unaweza ukaona mwenzako akiwa katika situation mbaya ukamdharau. Haujui wenda Mungu amekupangia hiyo situation for the next step. Kwa hivyo, mbariki wale ambao watakaosikiza huu ujumbe. Mungu awabariki, awabariki na awabariki tu sana. God bless you.